Sanhedrin, mahakama kuu ya Israeli imemwamuru Petro na Yohana wasiseme tena kuhusu Yesu. Na kwa hayo, tuko hapa katika Matendo nne ambapo mitume hao wawili wanarudi na kuwaeleza familia yao ya kanisa kile kilichotokea. Kanisa linaanza mkutano wa maombi. Hawakuwa wanaomba kwa njia yoyote ile kama vile, Bwana, kwa nini umemruhusu Petro na Yohana kuteseka? Kwa nini uliwafanya walale gerezani usiku mmoja? Hapana. Walianza hapa kwenye mstari wa 24 kwa kumsifu Bwana wao mwenye mamlaka aliyeumba mbingu na dunia. Kwa maneno mengine, walimsifu kwa sababu ana mamlaka kamili juu ya yote. Hata hivyo, maombi yao bado yalitambua uhalisia wa matatizo yao. Wanataja hapa kwenye mstari wa 27 kwamba Herode na Pontio Pilato pamoja na watu wa mataifa na watu wa Israeli kimsingi wote walikusanyika dhidi ya ushuhuda wa Yesu. Ilikuwa ni jambo lisilo la haki, kile kilichotokea kilikuwa ni uovu. Lakini wapendwa, kanisa halikuanzisha kampeni ya kumwondoa Herode au Pilato madarakani. Hawakuwa huko nje wakifanya maandamano mbele ya ikulu. Wanaelewa u uh, kwamba hata watu waovu ni sehemu ya mipango ya Mungu kama yeye anapofanya mambo yote pamoja kwa wema. Unajua, sisi sote tuna mwelekeo wa kuvunjika moyo uh, na kukata tamaa, kushindwa, isipokuwa tunaelewa kuwa shida haingii maishani mwetu bila idhini ya Mungu, sio? Sasa sio kila kitu kinachotokea kwetu ni nzuri. Hiyo sivyo Biblia inavyosema. Biblia haisemi mambo yote ni mazuri. Biblia inasema Mungu anafanya mambo yote yafanye kazi pamoja kwa wema, Warumi saa nane na madakika ishirini na nane. Sasa kwa mtazamo huo kanisa linaomba ombi hili maalum hapa kwenye mstari wa ishirini na tisa, Bwana wape watumishi wako waendelee kunena neno lako kwa ujasiri wote. Hii inapaswa kuwa kweli inayotubusa sisi leo Hawaombi Mungu aifanye dunia iwe mahali pazuri zaidi. Hawaombi Mungu awaondoe Sanhedrini kwenye shingo zao. Wanaomba Mungu awape ujasiri waendelee kutangaza ukweli kuhusu Kristo. Sasa katika tukio hili la maombi la kipekee, Mungu anajibu kwa njia ya ajabu hapa kwenye mstari wa thelathini na moja: walipokuwa wameomba, mahali pale pakatikisika, nao wote wakajazwa na Roho Mtakatifu. Kwa maneno mengine wote walikuwa chini ya ushawishi wa roho Mtakatifu. Na nini kilitokea? Waliendelea kunena neno la mungu kwa ujasiri. Naam, hiyo ina maana gani? Naam, hiyo ina maana kwamba mungu alijibu maombi yao. Lo, kwa njia yeye hakuondoa matatizo yao. Baraza la Sanhedrin halikomi kazini. Sasa lo, maisha yao kama wanafunzi hayatakuwa rahisi lakini mungu anawapa uwezo wa kuendelea kusema kweli kwa ujasiri sasa makanisa ya mwanzo yanaelezewa hapa katika mstari wa thelathini na mbili wale waliomwamini walikuwa na moyo mmoja na roho mmoja wala hakuna aliyesema kwamba kitu chochote alichokuwa nacho ni chake mwenyewe bali walikuwa na kila kitu kwa pamoja Mstari wa 34 unaongeza, hakukuwa na mtu mwenye uhitaji kati yao, kwa kuwa wote waliokuwa na mashamba au nyumba waliuza na wakaleta mapato ya kile walichouza. Sasa msielewe vibaya, wapendwa. Wakristo hapa hawaanzi kijiji cha pamoja. Kinachotokea hapa ni kwamba watu wanapoteza kazi zao, waumini hawa wanatimuliwa kwenye nyumba zao, wananyimwa urithi na familia zao kwa sababu ya kumfuata Yesu, na matokeo yake kanisa linajikuta ghafla limejaa watu wenye uhitaji. Kumbuka kwamba kama waumini wote hapa wangeuza nyumba zao na kutoa pesa zao zote, basi wao wenyewe wangekuwa wahitaji. Kwa hiyo kinachotokea hapa siyo kuishi kwa pamoja kama kijiji, hii ni kuishi kama jamii Bwana hatuongozi wapendwa, kutoroka dunia na kujifungia kwenye jamii yetu ndogo ya Kikristo, bali kutushirikisha na dunia kwa Injili, tukiwa jamii inayosaidiana kusaidiana, kutiana moyo, lakini pamoja tunafikia dunia yetu kwa kweli. Hapa tunapewa mfano wa aina hii ya utunzaji wa kijamii. Mstari wa 36 unatambulisha kwetu mtu aliyeitwa na mitume Barnaba, maana yake mwana wa kutia moyo Barnaba ni mzaliwa wa Kipro, anajulikana sana kwa kuwa mtu wa kutia moyo. Kwa kweli, mstari wa 37 unatueleza kwamba Barnaba aliuza kipande cha shamba alichokuwa nacho na akaleta fedha zote kwa mitume. Hakuwa anatafuta jina lake liandikwe kwenye kibao au kuangaziwa. Hakuwa akitafuta makofi, alitaka tu kuwasaidia waamini wenzake waliokuwa na uhitaji. Naam, katika hatua hii unajua, sisi tunashangazwa na upendo na umoja na ukuzi hapa katika kanisa hili la kwanza, na lazima nikuambie ni ni ajabu. Lakini usifikirie u ikiwa kanisa litafanya jambo sahihi u shetani ataliacha peke yake. Kweli, hiyo ndiyo aina ya kanisa ambalo shetani atakuja baada yake, na mara zote hajaribu kuliharibu kanisa moja kwa moja. Wakati mwingine yeye anajiunga nayo na anafanya kazi kutoka ndani, na hiyo ndiyo hatua inayofuata ya Shetani. Sasa tunapofungua Matendo tano, tukifuata mfano huo wa dhabihu sasa, hapa kwenye mstari wa moja tunaambiwa kwamba mtu mmoja aitwaye Anania pamoja na mkewe Safira waliuza kipande cha mali, na kwa kujua kwa mkewe akajificha sehemu ya mapato, na akaleta sehemu tu, akaweka miguuni pa mitume. Sasa hebu nikuambie, hakukuwa na kosa lolote katika kuweka sehemu ya pesa kutoka kwenye mauzo. Hawakuamriwa kuuza ile ardhi hata kuanzia mwanzo. Hakungekuwa na chochote kibaya kwa kuweka baadhi ya mapato eh, kama wangekuwa waaminifu tu kuhusu hilo. Na hiyo ndiyo hoja, wataifanya bandia. Wanataka kuonekana kuwa watu wa kujitolea kama Barnaba alivyokuwa. Unajua, je, haipendezi wapendwa, kwamba tatizo la kwanza la ndani ambalo kanisa linapaswa kushughulika nalo si washerati si ubadhirifu si mgawanyiko au hata au hata uasi ni ni unafiki. Wanandoa hawa wanafanya kitendo mbele ya kanisa na ni uongo. Sasa hatujaambiwa jinsi gani tumeambiwa tu kwamba Petro anatambua kinachoendelea na anamkabili Anania hapa katika mstari wa tatu. Akamwambia kwa nini Shetani amekujaza moyo wako kumwambia uongo Roho Mtakatifu na kujiwekea sehemu ya mapato ya nchi? Kisha katika mstari wa nne, Petro anasema hujawadanganya wanadamu bali Mungu. Mstari wa tano: Anania aliposikia maneno haya akaanguka chini na akafa, na hofu kuu ikawa juu ya wote waliolisikia jambo hilo. Vijana wakaje wakamfunga sanda wakamchukua nje na kumzika. Sasa vipi kuhusu Safira? Yeye pia ni sehemu ya mpango huu. Hili linanifanya nifikirie kuhusu ukweli kwamba ndoa yao, eh, ilikuwa na kipengele cha huzuni. Hawakushirikiana kuwajibishana mbele za Bwana. Unajua, mmoja wao alipaswa kumwambia mwenzake jinsi wazo hili lilivyokuwa baya. Kuna mtu aliwahi kuniambia sote tunahitaji mtu katika maisha yetu ambaye hatuwezi kumdanganya. Basi tunaambiwa hapa kwamba Safira alifika kanisani na baada ya takriban saa tatu Petro akamuuliza moja kwa moja hapa kwenye mstari wa nane: niambie, je, mliuza lile shamba kwa kiasi hiki? Naye akasema ndiyo, kwa kiasi hicho na Petro akamuuliza kwenye mstari wa tisa imewezekanaje kwamba mmekubaliana pamoja kumjaribu Roho wa Bwana? Ndani ya sekunde chache, anaanguka, anakufa, anachukuliwa nje na anazikwa karibu na mume wake. Sasa kwa nini jibu la kipekee na kali kiasi hiki litokee hapa? Yaani, siku hizi wanafiki bado wako hai na wanaendelea vizuri baada ya ibada ya kanisa. Unajua, kwa kusema ukweli, wakati mwingine wako wako kwenye mimbari bwana wanamaliza ibada na wanaenda kula chakula cha mchana. Basi hatujaambiwa kwa nini, lakini unaweza kukumbuka wakati Waisraeli walipoingia kwanza katika nchi ya ahadi kwamba tatizo la kwanza kabisa ambalo Bwana alilishughulikia lilikuwa udanganyifu. Akani aliiba pesa na vitu vya thamani na akajaribu kuficha huko nyuma, katika Yeshua sura ya saba. Labda Mungu anapeleka ujumbe mzito sana mapema hapa kwamba uaminifu na uadilifu si mambo ya hiari kwa kanisa la leo. Ni mambo ya lazima. Kwa kweli mstari wa kumi na moja unatueleza kwamba hofu kuu iliwashukia kanisa lote na wote waliosikia mambo haya. Chini kidogo kwenye mstari wa kumi na tatu, tunasoma wengine hawakujiunga nao ingawa waliwaheshimu sana. Ona, waumini walikuwa na heshima kubwa zaidi. Wasioamini waliogopa kujitokeza. Unaweza kufikiria, eh, siku hizi, wewe utakwenda kanisani wapi jumapili ijayo? Mimi nitaenda kwenye lile kanisa kule Yerusalemu. Sikujua umesikia wanavyowafanyia watu wasio waaminifu kule? Ukidanganya itakuwa msiba wako. Nam, eh, sidhani kama hivyo ndivyo inavyopaswa kuwa. Kwa kweli huu ulikuwa ujumbe uliotolewa kwa kanisa la mwanzo. Lakini si ingekuwa vizuri kama dunia ingekuwa, unajua, labda inaogopa kidogo kuhudhuria ibada zetu kwa sababu walijua kwamba Mungu mtakatifu tunayemwabudu angejitokeza. Lakini wakati huo huo, dunia ingetuheshimu sana kwa uadilifu na uaminifu wetu. Vipi kama tungeishi kwa namna ambayo dunia ingesema kuhusu kanisa letu, unajua, wale watu pale ni tofauti, lakini ni wakweli. Sihitaji sana kuwa karibu nao, lakini hakika na wawaheshimu. Wanaweka neno lao, ni waaminifu, wanajali kila mmoja, wamejitolea kweli kwa Yesu huyu wanayempenda na kumtumikia. Si hiyo ingekuwa ushuhuda mzuri? Basi tuishi leo na tufanye ushuhuda huo uwe halisi. Naam. Hadi safari yetu inayofuata ya hekima, wapendwa, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi nyote. Amina.